Leo ni siku ambayo tunaandika historia mpya ya chama chetu tangu tulipopata usajili, usajili wa kudumu mwaka elfu moja, mwaka elfu mbili na kumi na tatu tulipata usajili mpya mwaka elfu mbili na kumi na kumi na kumi na mbili. Ni takriban miaka kumi na tatu sasa hivi tuna uhai wa miaka 13. Kama ni mtoto kisha kuwa anatambana kananasila skulu, anatoka chini huko nyumbani, lakini kisha mtoto anakuwa anakuwa mkubwa. Sasa, sasa tunaendelea na safari ya kujenga chama chetu hatua kwa hatua, katika mapito mbalimbali mbali, na hatimaye tumefikia siku hii muhimu katika historia yetu kama chama na taifa kwa ujumla. hmm. Tunakumbuka kuwa waasisi wa taifa letu walikuwa na makusudi walipopigania wa, wa, uhuru wa taifa letu, walikuwa na ndoto kuhusu jamii ambayo walitaka kuijenga ya kujenga jamii ambayo pamoja pamoja pamoja. Nakumbuka kuwa waasisi wa taifa letu walikuwa na makusudi walipopigania uhuru wa taifa letu walikuwa na, na ndogo kuhusu jamii ambayo waliitaka kujenga, katika walikusudia, walikusudia kujenga jamii ambayo pamoja na tofauti katika imani, jamii yenye usawa mahitaji na misingi na ya la, la, lazima taka jamii ambayo ina mahitaji ya msingi ya lazima ni ya wote. Walikusudia kujenga jamii ambayo watu watashindana katika ziada, lakini wote watakuwa sawa katika kupata mahitaji ya msingi heshima wao CHAUMA, tunaamini kuwa taifa letu linatakiwa kuwa kwenye misingi ya soko moja la kijamii lenye nidhamu, kwani ndiyo msingi, msingi, majibo ya demokrasia asia changamoto inazoikabil taifa letu wa sasa a, naamini kuwa soko la kijamii ni daraja la kurejesha taifa letu katika kujenga jamii. Niweke mike vizuri. DJ, hebu ongeza, pandisha sauti, sauti ya mwenyekiti iko chini, kwa wewe pandisha tu. Okay. Pandisha. Halo. Hey. Yeah. Tunatamani kujenga jamii ambayo inaheshimu misingi ya misingi ya demokrasia, utawala bora, uwazi na uwajibikaji na inaheshimu haki za binadamu na taifa taifa ambalo hii ya na taifa ambalo taifa ambalo tutaheshimu sheria, kujenga ustawi wa jamii na kiuchumi kutokana na, na utajiri wa rasilimali ambao Mwenyezi Mungu ametujalia katika maisha yetu. Tunatamani kujenga jamii ambayo inaheshimu misingi ya demokrasia, utawala bora, uwazi na uwajibikaji, na inayoheshimu haki za binadamu na taifa ambalo litajenga ustawi wa watu wake wote. Tuna imani kuwa tunatakiwa kujenga jamii ambayo inatofautiana katika ziada lakini yenye usawa katika mahitaji ya misingi hiyo mahitaji ya misingi hili ndiyo agano letu na wananchi wa jamhuri ya muungano wa tanzania ambalo limekuwa msingi mkuu kwa kuanzishwa kwa chama chetu. Chama hichi kilianzishwa kwa msingi ya kuanzisha kwamba sisi sote tutakuwa na azma moja ili kuweza kupata mahitaji ma ma ya watu wote na watu wagawane mahitaji ni, ni kitu cha lazima ndiyo maana na nembo ya chama chetu huwa na alama moja ambayo ni kiganja cha mkono kilichokunjwa kimaanisha umoja na ushikamano wa taifa letu. Ikibidi, ikibidi, itikadi ya chama chetu naamini kuwa katika demokrasia ya kijamaa ndio ambayo misingi yake ni demokrasia ambayo chama hiki kinaamini. Misingi yake ni uhuru, umoja, ukweli, haki, amani, usawa mbele ya sheria, ustawi wa jamii na maendeleo kwa wote. Falsafa ya chama chetu ni kujenga umoja wa kitaifa na uwazi na ukweli, jenga jamii yenye mashikamano na ya kidemokrasia na iliyo huru na haki kila wakati. Katika kipindi chote cha miaka kumi na tatu tangu kuanzishwa na kusajiliwa kwa chama chetu tumeishi msingi hiyo kwa vitendo na, na ndio maana imetuwezesha leo kufikia hati, katika hatua hii ambayo imevutia Watanzania wengine kujiunga na nasi, sisi kwa elfu ambavyo pendeni tukajenge chama ambacho kitashindana na, na kukabiliana na CCM kwa hoja madhubuti na kwa kuhakiki na uhakiki, umoja wetu utashinda katika uchaguzi uliyoko huru na haki. Nawakaribisha wana, wanachama wapya, tukapambane kwa hoja tuweze kupata mabadiliko ambayo watalipelekea lipeleke, wata kufikia na kuishi misingi ya kuundwa kwa chama chetu. Taifa ambalo halina lishe tishtaifa ambalo halina lishe, si hakika halitaweza kuendelea. Ndio maana sisi CHAUMA tunaamini kuwa ili kujenga taifa madhubuti ta, na lenye watu imara, ni lazima tuhakikishi kuwa wanapata lishe madhubuti tangu wakiwa watoto, tangu watoto huko wanaanza shuleni, tuwapate lishe. Sio huyo achangie baba, sijui nani, isangazi achangie, hata sahani ni lishe, anunuliwe na serikali yake. Serikali ya Chama cha Umma itahakikisha kwamba watoto wanapata chakula na watu wazima wanapata chakula, waliokwenda hospitali watu wanaoona kupata hospitali matibabu wanapata maisha, kwani hao watoto hao watu wazima ni mali ya wananchi. Ni mali ya nani? Ni wote hapa, mali ya nani? Mali ya serikali. Kwa hiyo unasema mtoto sik namiudi ukamkata kichwa pale, nani atakutokea pale? Pale pale ameshatokea, meishatokea. Unampeleka wapi mtoto? Lazima apate chakula, awe mtu mzima na maisha yake. Mwana amkona shule chakula anapata sanaviatumgg madaftari madaftari, kwanza mimi sikubeba na kudogoshire, kila kitu nimepewa bure. Nikiumwa malere nakwenda hospitali, tiba napata tiba bure. Itakuwaje leo tuliwacha mambo ya kuangalia tuku chakula na watu kwenda hospitali, wakati mwalimu Nyerere, Mungu amweke mahali pema, alipima alipoma watu tukwenda vitani, nasikia nasikia kama tunaenda kupigana vita ugana Wakati tuliondoa chakula hospitalini, tuliondoa chakula kwa shuleni. Kwa hiyo mimi, CHAUMA tunakuambia tukipata madaraka, watawaambia pesa yote ipeleke watoto wapate chakula. Sawa jama, CHAUMA nishipe na ma maisha ya watoto wao sawa sawa, na yale mambo ya kuambia maiti, sijui watoto wa hela atapigania pia na. watapata lishe madhubuti tangu wakiwa watoto wa, waweze kujenga taifa imara. Kama watu wake wanakuwa na shida ya utapia mlo, ndio maana halisi ya kauli yetu, ndio ya ubwabwa na ubwabwa kwa wote. Karibuni tukajenge taifa letu ililoshipa na nenye afya njena, watu walioishi shiba, watu walioshiba hatuwezi wataweza kupiga kura kwa utashi wao, kwani hawatasubiri kupewa rushwa ya chakula ili waaguze utu wao. Twendeni tukajenge taifa la ndoto zetu. Asanteni sana wanaCHAUMA, CHAUMA walisikiliza. Karibuni sana CHAUMA ika. Hashim Rungwe mwenyekiti wa taifa wa chama cha CHAUMA, asanteni sana.